Mwalika hapa studio Zero Braina kama ambavyo umekwambia lakini, jina lake maarufu ndio hilo. Jina lake ambalo amepewa na wazazi wake ni Fanuel Masamaki. Karibu sana. Vizuri vizuri chenga moja hapa sana, uko heka, heka. Vizuri nikae vizuri maanake sikawii kupigwa chenga moja hapa tobo, alafu ikawa. Maanake video zako ukizitazama zinatumia akili kubwa. kwa nini Zero Braina? Uh, Zero Brainer ni kwa sababu ya vitendo ya vitendo ambavyo kwa kawaida, yaani singepaswa kwa mafikirio ya kawaida, ni jambo ambalo isingezekaa kufanya. Kwao tumeita Zero Brainer kwa sababu ya matendo ambayo tunayafanya ni kama watu ambao sio kuwa na akili mm -hmm. Yeah, watu ambao kidogo mitoa ufahamu najitoa ufahamu. <laughs> yeah. video yako ya kwanza kuitengeneza ilikuwa inahusu nini unakumbuka, na ilikuwaje ukaamua kusema mimi wacha nijikite huko, manake vipo vitu vingi vya kutengeneza? yeah, video ya kwanza kutengeneza, so, so, so video za mpira likuwa ni video ambazo ni komedi tofauti, lakini na pia nikuwa siongei pia, ila kupo ni ni, ni komedi ambayo usiana na mpira kabisa, ila baada kwenye, baada kwenye, kwenye mpira naonekana kuwa kuna opportunity kwa mm. Hapo tunatamani kufahamu zaidi kwamba eh, ulipotengeneza ya kawaida ukaona haina mvuto sivyo? Ama ilikuwaje mpaka ukasema eh, kwa ufuasi huu, acha niingie huku kwenye mpira moja kwa moja. Video ya kwanza kutengeneza, nilikuwa nikiposti kwanza, nakumbuka ilikuwa ni like mbili, yeah, just like mbili lakini kadi ndavyokuwa nazidi kwenda video zile zile, ikifika like sitini TikTok, nashangilia. Kwa hiyo ina maana kwamba baada ya siku moja kufanya video ya kuhusu ya kuhusu football, ilikuwa ni video ambayo ikupo ni ya Simba na Yanga. Video ya kwanza kucheza kuhusu football ikaenda mpaka viewers viewers kupo ni elfu hamsini mm, kuongoja nikaona umejipata huku, ndo nimejipata kuacha ni <laughs> nile na sport, alafu na pia mwenyewe pia anapenda soka, kwa hiyo kwenda kule kwangu ikawa ni rahisi sana kufikiria mambo ambayo anasiana na sport ni rahisi ama ngumu kiasi gani kutengeneza maudhui ambayo hauzungumzi lakini anafika kwa kadi ambavyo wewe umetamaniwe? Uh, ugumu unakuja pale ambapo ukiwa unafanya kazi afu, na hicho kitu ambacho nakifanya kimelenga hasa watu fulani. Unajua kuna ile hali, kunakuta kuna video ambazo ukizifanya huwa zinalenga sana Wachina, huwa zinalenga sana wa Brazil. Sasa ili kumfanya aelewe mtanzania au aelewe mtu mwingine kuwa, kuwa kidogo na kuwa kipengele, kwa hiyo sasa inabidi kidogo ufanye vitendo ambavyo hata mtu akiangalia asema hapa mm, namsha na kitu fulani. Kwa hiyo ina maana kwamba kuna hali fulani tu, yaani ujanja kidogo tu, yaani ili kuweka mtu aelewe ni ujanja kidogo tunatumia kwona sisi tunaotazama tuwe ma Zero Brainer maki yeah. tuelewe <laughs> tunaingia kwako sasa yeah. Sawa. Uh, mtazamaji ni kukumbushe tu kwamba uh, Zero Brainer pamoja na kutengeneza maudhui kwenye mtandao wa TikTok, lakini pia Instagram ambako kumekuwa uh, na video hizo na pendwa kwa kiasi kikubwa sana, kimemfanya kuwa miongoni mwa Watanzania ambao wana wafuasi wengi sana lakini pia kimempa hata tuzo ya TikTok kwa maana TikTok award ambayo e, ipo kwenye upande wa utengenezaji maudhui kwa michezo hii. Ilikuwa mwaka jana elfu mbili na ishirini na nne. Tuzo hii inakupa deni kiasi gani? Tuzo hii yanifanya nizidi kuumiza kichwa sana, kwa maana yani mambo fanya nipate tuzo ni mambo ya mwaka uliopita elfu mbili na ishirini na tatu. Kwa elfu mbili na ishirini na tano nipate nafasi ile tena, inabidi nifanye kitu kikubwa zaidi ambacho nilifanya elfu mbili na ishirini na tatu, kwa maana unaona kuna hali fulani hivi ya mabadiliko ya content huwa yanatofautiana. Kama zamani kulikuwa tunapiga sana penati, sasa hivi usipige penati. Sasa hivi, sasa hivi labda upige faulu. Kama zamani kulikuwa napiga faulu, sasa hivi usipige faulu, upige penati. Kwa maana kwamba inabidi inatupa deni la kufikiria zaidi, tusikimbie tuwe kule ili lakini tusitoke kwenye sports, tuwe, halafu tuzie kitu ambacho kina ubora na ukubwa sana. Mm, ulitarajia tuzo hiyo ha? Kikweli siku sikutegemea, ila nilikuwa naamini kwamba nastahili kupata tuzo kama zile, kwa maana ikuwa sio so mara ya kwanza ya kuna tuzo ya Global Soccer Dictator Award ambayo ilikuwa nafanyika kule Dubai, ambayo ndio tuzo kubwa namba tatu kwa ukubwa duniani ambayo kwa upande wa sports. Lakini mm -hmm ukiachana ile ukiachana na balondio kuna ile FIFA alafu afu znafata ulobo soka ko ile pale, nikuwa nominated, alafu baada ya pale kwa nominated ikaanishwa kupigiwa kura na mashabiki zako, y wakaatajika watu nane ila mi nkashika nafasi ya tisa koo, ina maana waloenda niolambua kuwa kwenye ile listi kwenda kwenye, kwenye mchuji unaofuata. Mm, yeah. Lakini ulifanya kazi kubwa, hongera. Nashukuru sana <laughs> sawa. Uh, kuna um, kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano kuna uh, umetajwa pia kama miongoni mwa watu wa kufuatiliwa kati ya wale watu hamsini. Pengine hii unaweza kutuambia zaidi hii? yeah, hapa yeah, imenipa, imenipa ukubwa sana kwenye kidunia zaidi. Kuna siku niliposti hichi kitu, lakini nahisi watu wengi sana kwa au kuwa wameelewa ya discover list ya TikTok. Yaani ile ni ile ambayo wanaangalia dunia nzima creators wako wengi sana. Ila sawa wanaamua kutafuta wale ambao ni top. Unajua ile? Ya sasa mimi nipo kwenye top 50 ilikuwa. Wale creator bora 50 wa kuzingatiwa kwa mwaka huu ipo kwenye list. Kwa hiyo kweli ile ile pale imenipa nafasi kubwa sana na imenipa, imenipa heshima ambayo nastahili kuipata. Sasa nikurudishe nyuma kidogo. Kuna mtu ambaye wewe alikuvutia kuingia kwenye uanzishaji wa maudhui ya namna hii na pengine sasa mtu mwingine ambaye anatufuatilia kwa sasa, anaweza ka anahitajika kufanya nini anapotaka kutengeneza maudhui? Uh, kwenye sehemu ya kutengeneza maudhui kabla ya asposi, mimi kiukweli nilikuwa nafuatilia sana Kabilame ya yeah. Kabilame ni mtu ambayo alinipa ali hamasa, kufanya hivi kwa sababu yeye pia mwenyewe haongei kwa hiyo baada ya yeye kuwa miongoni mwa wale sio, so miongoni, baada ya yeye kuwa ana leads pale juu kabisa, yani kwamba yeye ndio kiongozi wa kwenye TikTok, ikanipa hamasa kwamba na mimi pia nazafanya kitu kama hichi, kikawa kikanipa maisha baadaye. Ila mwanzoni nilikuwa nafanya kama, kama, kama jokes, lakini kwenye sehemu ya sports, kikweli mimi namshabiki sana Ronaldo ya ndo ndo mtu ambaye akifanya tendo wa njani hata kama kajikwaa. mm -hmm. <laughs> wewe well, unayo hiyo, mimi nabita nayo. <laughs> uh -huh. ya kuhu, Ronaldo mimi ndo mtu ambaye namfuatilia na sana na pia ndo naye ni mchezaji ambaye namkubali sana. mm. ya yeah, na mtu, mtu ambaye atakufanya kitu ambacho kinahusiana sana, cha kwanza ni asikate tamaa, afu na pia asisikize maneno ya watu, kwa maana maneno kidogo nafanya mtu arudi nyuma kwamba hauwezi, ya maneno mabaya sana, afu na pia kwenye si kwamba miundo mini kwamba si sina sina kamera sina simu hapana, yaani hata kama na jirani azime kama kule na nia mm. atafika sehemu anapotaka kwenda. Wewe unampenda sana Ronaldo, na yeah. mara nyingi video unavyozifanya zinamhusu yeye zaidi naona. Sasa hivi kwenye video zako zingine umeweza kumtengeneza Messi mtoto mtoto, eh? <laughs> nini kinatokea eh? Uh, kiwalisia mi mshabiki wa Ronaldo mm. ela watu ambafanya nao kazi tumetofautiana, kuna Messi na kuna Ronaldo. mm -hmm. Kwao ili kubalansi mzani lazima kuwe kuna mtu ambaye atashika ile karakta. mm -hmm. Lakini mara nyingi sana dogo Messi huwa anatisha kwa. <laughs> Anatisha sana, yeah. Sawa, tutakuja kuangazia hasa masuala ya management katika mambo haya ya utengenezaji wa maudhui mtandao na umuhimu wake pia kwa sababu kila kitu kinahitaji eh, namna ya kusimamiwa. Na hebu tupate kutazama ama kuona moja kati ya video ambazo Zero Brainer eh, amezitengeneza. Mjazo mpira katika nafasi hapana shaka mwamuzi Jean Jacqui Kingabo Ndala anafanya mawasiliano na chumba cha VAR ili kujua kama ni bao halali lina stand ama kwamba hayakustahili kuwa mabao leo ndani ya Aman Complex, itakuwaje? Jeanjaqui Kingabo Ndala, nini kilitokea? Amekwenda katika skrini hile, Jeanjacqui Kingabo Ndala ilipigwa mpira ambao kimsingi ilionekana Kip Dennis kama anaingilia mchezo, anauingilia lakini mwamuzi Jean-Jacques Ngavondala atakuja kuiamua. Oscarin Masuluke naye aliufata mpira katika direct. Ah! <laughs> mambo ya VAR <fie> hayo <laughs> Unapojitazama <laughs> eh, baada ya kurekodi, Un unajionaje, yaani nini kinakuja kwenye akili yako kabla, mm, yani, kabla si mm. yani, si ya kurekodi, kabla ya kurekodi huwa anajiona ni mtu ambaye siwezi kufanya upuzi kama ule. <laughs> <laughs> Yani inakuaje? <laughs> Yani kwa mfano, yani labda niwe kwa mfano, kuna zile scene ambazo Messi anaonekana Messi Messi aonekane sasa, zile nikikaa nje nyingi kimangalia nasema, eh, hivi kule wana akili timamu? <laughs> wala wajitofahamu kiasi hicho, ila nikiwa nishavaa husika, najua na mwenyewe kwamba mi ndakuwa nifanye kitu hichi hapa, ila pale napokuwa naangalia zile video zangu, kuna sometimes mwenyewe anasema kweli, ah. Haya bwana, je tufanye, ila kiwalisia <laughs> zinafurahisha sana kwa upande wangu mimi sasa, kwa wengine wanaofuatilia, ila kwangu mimi inanifurahisha sana, sana, sana. <laughs> um, kwenye uandaji wako wa maudhui una timu inayokusimamia ukiacha tu wale ambao mnakuwa wote pamoja wakati wa kutengeneza maudhui? Uh, timu ni kubwa sana, timu ni kubwa sana ya sababu nashukuru imepata watu ambao ni sahihi sana kwenye, kwenye tasnia yangu, kwa maana wapo wengi ambao kuwa hawaamini kwamba nachokifanya kina ngumu gani nafasi gani lakini katika watu ambao niko nao ni watu ambao wote wana futures. Unajua watu wana maono, wote wana, watu wana, watu wana, wana anaamini anachokifanya kwa hiyo kuna, kuna sehemu ambazo kama kwa management yangu kuna manager ambaye anahusika sana na mambo ya masoko, kuna mwingine anahusika na designing, usione zile picha za posters zimeeditiwa vizuri, tuna graphic designer ambaye ni r afu na pia manager, manager Frenki na namtoa na ushauri mm, kwenye content. Ya, kuna, kuna, kuna content tunaziona tunasema kwamba jamani ni bunifu, ila kuna watu ambao pia wanashauri kwamba kwa nini usifanye kitu fulani kwenye content yako ya, ambao anaitwa Fred. Kwa hiyo ni watu ambao kwa kweli watu sahihi sana kwangu. Sawa, kwa hivyo ni watu ambao unajivunia kwenye mafanikio yako kama mtengeneza maudhui Sure. Saa na um, sasa tuangazie uh, kubwa ambalo limetufanya tukuite wewe tuje tuzungumze, ni kwa namna gani sasa jamii inaweza kunufaika na mitandao ya kijamii uh, kwa dunia. Sasa hivi mambo yanabadilika sana yeah. Sasa hivi ukiangalia ukiangalia hata kwa asilimia kubwa ya, ya, ya watu sasa hivi yani, unakuta mtu ana, ana, ana professional yani professional yake sio kwamba labda unajua kuna ile mtu anatakiwa awe dokta mwingine anatakiwa awe injinia mwingine anatakiwa hapana. Kuna, kuna namna ambavyo Mungu amekupa kipaji, abidikufanaje kitumie, sau hicho kipaji nakitumiaje sasa. Imekuja fursa ya mtandao. Unajua, kwa mfano kama unaza kwa mfano mtu, mtu, mtu, mtu kama na kipaji chako unashaona, unaweza kataza kontent yako kaiposti labda Instagram au TikTok, ile kontent ambao umeposti umetazama watu wengi sana, huenda kuna watu ambao kwa sababu kama kwa mfano labda kuna watu ambao wako uko sehemu wenye vita huko, wapo sehemu ambao ina shida ana amani, ila ambavo unakuwa unafurahisha, kuna, kuna namna na, una fulani ada akifurahi, kuna watu ambao wakavutiwa na wewe, wengine aza kupa wengine pia kama baraka kwako, alafu na kingine pia Yani, nafasi zipo nyingi sana za kufanya kwenye mtandao kwa hiyo Kuhu... mm. tukikumbuka kwenye mtandao yani Watanzania watakuwa watambua ile swala mapema kwamba mtandao unalipa, lakini kuna namna ambavyo mitandao pia sasa hivi na, ina, inatishia yeah. eh, kuondoa hata huo utu wenyewe wa mtanzania hapo yeah. ni swala swala sana la, la ku, la ku. hiyo ni swala la kuombea, unaona mm. mm. hiyo swala ambalo kwanza elimu elimu pia natakuwa it itolewe elimu, elimu fasaha kuhusiana na, na mtandao. Sababu kuna watu ambao wapo kwenye mtandao kwa ajili ya kwa ajili ya kujitafuta na, yani kutafuta maisha, kujipusha na umaskini, na kuna ambao kwenye kwenye mtandao kwa ajili ya kupotosha. Kuwe na maana kwamba kuna namna ambavyo kabla hizi kontenta zijaenda, kuna kuna, kuna, kuna taratibu maalum unajua. Sababu kuna kuna watu ambao wanatumia mtandao vibaya, kama kuweka kwe, jamii ikae kwenye mambo, yaani ikae kwenye hali ambayo Sio ya amani ya, mm. Sababu ukiangalia kama mtandao wa TikTok, ya, mtandao wa TikTok ni kwa sasa watu wengi sana wanaposti hapo, wajui TikTok ina faida gani? Unajua ile. Kwa hiyo, the way jinsi wanavyokuwa na post kisha unaona kwamba hapa mimi si, mimi hapa sipati chochote kile. Kwa hiyo unakuta wengine wanaamua sasa ku, kuposti upuuzi ambao unaweza kupelekea mambo ambayo hayafai. Au kingine pia ni trending. Unajua mtu mwingine anaanza kufanya jambo hili atendi tu saa ile pale inakuwa sio nzuri. Kwa hiyo mwendelezo wa haya unaoyafanya unauona wapi? Kuna watu ambao walianza vizuri sana na baada ya mafanikio wakajikuta wako juu, lakini kwa kadri siku zilivyokuwa zinakwenda, umaarufu tena unaitwa kulewa umaarufu, eh? Kuna kulewa umaarufu hmm. Kuna namna sasa unaanza kujiona yani you know, ya, ya ya nyingi na vitu kama hivyo Kwako hili uh, mafanikio unayochukulia katika namna gani kukubeba kukupeleka mbele zaidi? yeah. Kwanza mm. nashukuru Mungu, maana amenipa amenipa upeo amenipa nafasi ya kujitambua kwanza, alafu na kingine, naomba sana Mungu mambo kama hayo yasinikute, kwa maana mimi kama mi binafsi nalenga nalenga sana mafanikio ya mbeleni zaidi, nalenga sana tageti za kule, afu na pia kingine ni, ku, ni kupata unajua kuna ile elimu ambayo inatolewa kufuru kama management, umeshaona management ni watu ambao wanaweza kukushep kwamba jinsi gani ya kuishi kwenye jamii na jinsi gani ya kutengeneza future yako vizuri. Kwao the way ambavyo the way ambavyo unakuwa upo kwenye sehemu kama hiyo, kwao sasa inategemea na na management yako jinsi ilivyo, afu na pia na unalenga nini zaidi, kwa maana sasa hujalenga kufanikiwa leo wala kesho, tunataka tu maisha ambayo ni maendeleo kwa maana watu ambao wametuzunguka ni wengi. Ukiangalia ile timu nzima panda kote ufanikio na mimi ndo nifanikiwe. Mm. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba nimepata gari tunaridhika, tupata kifaa tunaridhika hapana. Kati ya taarifa zetu ambazo umekuwepo muda mrefu na umefuatilia pia ni ukatili ambao umetokea kule e, mkoani Pwani, mtoto kukatwa sehemu zake za siri na ndugu yake wa karibu yake ni baba yake mdogo. Wewe ni msanii mkubwa, kioo cha jamii. Una nini ambacho unaweza kukisema? Cha msingi na kikubwa ni ku, ni kuiombea nchi yetu kwanza, kwa maana kufika hatua kama hii ni hatua mbaya sana, yani hatua ya ku huyo ni ukatili, yani ukatili ambayo ni hatua ambayo sio nzuri kialisia. Kwa hiyo, yani tupendane, yani mambo kama hayo sio sahihi. Kwa hiyo tunakushukuru sana kwa kujumuika nasi leo. Bila shaka watazamaji wetu wamevuna vitu vingi sana vya kujivunia, lakini wale ambao wanakufuatilia kwa sasa na kukutazama, wachieni nuru moja la mwisho leo Jumapili. Lakini e, katika manufaa yao ya utumiaji wa hii mitandao akasimama. Ah, e, bila shaka. Ah, kwanza mi nawapenda sana mashabiki zangu, alafu na pia Niwambie kwamba usikubali mtu akuambia hapana. Cha msingi wewe ukiwa na ndoto zako, fokus kwenye mambo yako unayofanya, afu na pia jitume, jitume ile kweli, yani basi. Hebu shangilia tuone, yeah. Unataka nifanye hivyo? Basi ehe, ngoja nivute hii kwanza, maana nikiruka hapa si nikatoboa. Allo, hii hapo. Asante sana ni Shuka. Zero Brainer ama majina lake halisi Fanuel Masamaki ni mtengeneza maudhui ya mitandao na anatajwa kwamba kati ya wa Watanzania wenye wafuasi wengi sana Afrika Mashariki, hasa upande wa TikTok akifuatiliwa na watu milioni kumi na nne na laki saba Ni watu wengi sana hiyo, ni TikTok, lakini Instagram mambo yake yako vizuri kabisa. Unaweza kutembelea kwenye peji yake ukafurahi, kwa sababu unapotazama unafurahi sana namna ambavyo mambo yamekuwa yametengenezwa huko, Zero Brainer. Okay, ukiandika hivyo tu unamkuta, unaweza kuenjoy, vijana wanasema <tune>